kumpandishia hadhi. Hebu harakisheni hicho kikao. Sasa mnakuja hapa, mi nateseka, nafungua jio la msingi eti kituo cha afya mmenitesa. <laughs> Maliza hatua iliyobaki, ipewe hadhi hospitali. Kama kuna eneo mnadhani linahitaji kufanyiwa maboresho, mshirikiane naye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 Kwani mlileta mimi kufungua kituo cha afya? Baada ya kuja kufungua hospitali, nitarudi tena hapa kufungua hospitali.